Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba idadi ya watu waliofariki katika ajali ya barabarani huko Mwingi, kaunti ya Kitui, imefikia watu wanane. Watu watano walifariki papo hapo, huku wengine wakiaga dunia wakitibiwa hospitalini. Ajali hiyo ilihusisha matatu ya abiria 14 iliyoanguka na kubingiria mara kadhaa kwenye barabara kuu ya kutoka Nairobi kuelekea Mwingi. Manusura alipelekwa katika hospitali kuu ya Matuu na mimi niko na, na usuni sana kwa sababu nikija hapa naona hii gari, nimesikia kasi yangu ameenda sasa. Tunauliza tuna serikali, angalau tuwaekee bumps hata kiwa ni mbili ama tatu hapa Mwatungu, kwa sababu speed ngari kutoka huko Kapenge inakuja na hapa inakwekwa tu inakimbia sana, na imeua watu watano na gari meloro mara tano the place has been prone to accidents. Hii mahali imekuwa tu hivyo, imeua imekuwa na accident mingi sana tukiona. Sasa icuku watu wa kuhusueia